Karibu tena kwenye camelAgri TV na leo tuko na kilimo cha majani jani ya kunde. Zao hili lina faida pia kwa mkulima, kwa kuwa ni zao linachukua lina muda sana na mchicha, kwa ndani ya wiki tatu na tayari limekuwa na ku kuanza kuuza. Pia zao hili linakaa muda mrefu sana, yani kama hapa tukipanda maana tunakaa kama miezi miwili, sisi tutachuma tutachuma tutachuma tutachuma e, na chingine na kunde ni muhimu sana kwenye, kwenye lishe kwa yaani short soko ni la uhakika, na watu wanapenda sana hiyo. Ndio kunde ichanganya na nazi na nyama au tumbo, inakuwa sio poa kwa mtu wote. Napenda kilimo, jaribu na kulima kunde, majani ya kunde, actually kwa sababu hapa tunachouza ni majani, so mimi so mbegu zile labda zikomae, zikomaahf zifanye mbegu ya. Yani itumia kuotesha tena kunde. Subscribe channel, gonga like, share video ya camelAgri TV.